Moja duniani, sijamaliza somo langu eneo ni dogo sana. Mama niulize kwanza swali. Wangapi wamependezwa na semina yangu, wanyoshe mkono. Asante, mbarikiwe sana, nitawapa na zawadi bure na zawadi huaga na gawa, na zawadi hizo nitawapatia bure, nendeni mkawe madaktari nyumbani. Dogo naomba nipatie na ile juice jusi niliyotoka nayo nyumbani, nami huwa natembeaga pia na juice. Juice hii ambayo huwa anatembea kuitangaza huwa siuzi bali ninatembea naye kuitangaza. Nimekuwa nikijitangaza kwenye redio na vyombo vya habari mbalimbali. Leo nipo hapa Kabwe live, nimeomba kibali ili niweze kusimama hapa, natoa hii semina yangu. Na ninapogawa hivi vitu vyangu, ninaacha matangazo. Nitapanda, napanda mbegu, nitavuna baadaye. Wewe kaka, umenisaidia kaza, tujamaliza, ila hiyo ni zawadi yako, naomba weka mfukoni. Ninapokupa bule, sio mjinga. Nenda ukajisafishe kwanza. Wewe msafi, mchafu, sijajua <laughs> <laughs> <laughs> wa sijajua. anakaadas <laughs> wewe msafi mchafu, aya wewe ni mchafu, soda unakunywa huyu. Eh, watu wanakunywa soda, wanavuta masigara, mabia machungi na makemikali mbalimbali. Nimekupa ukajisafishe nilivyokupa huyo